Ni mahafali ya 20 katika Shule ya Sekondari Dabil, ambapo leo hii wazazi na walezi katika shule hii wameweza kuhudhuria mahafali hayo na kuelezwa jumbe mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutakiwa kujitokeza siku ya Oktoba 29 mwaka huu kwa ajili ya zoezi ya kushiriki uchaguzi mkuu wa viongozi mbalimbali katika ngazi ya udiwani, ubunge pamoja na nafasi ya kiti cha rais. Hapa viongozi mbalimbali waliopata wasaa wa kutoa jumbe za uchaguzi, wakatoa nasaa zao kwa wananchi kujitokeza siku hiyo. Hawa wanasema Oktoba, tunaenda tunatiki, si ndio? Kwa hiyo mimi niwaombe, ikifika tarehe 29, usimsikilize mtu, nenda katekeleze haki yako na wajibu wako wa kikatiba kwa kupiga kura, kwa kumchagua kiongozi wako, ili baadaye usilaumu kwamba mimi sijamchagua. Nenda kapige kura. Oktoba 29, usibaki kuangalia mitandao mitandaoni. Sasa hivi kuna watu wanapotosha, oh Oktoba hatupigi. Oh Oktoba imepanda imeshuka. Oktoba ni siku ya haki, nenda katendea haki kura yako, kapige kura Oktoba 29. Jitokeze kupiga kura, na usipojitokeza umepoteza haki yako ya msingi ya kikatiba ya kuchagua kiongozi unayemtaka. Hivyo wananchi wote mjitokeze tarehe ishirini na tisa kupiga kura. Hakutakuwa na shida yoyote, amani ipo ya kutosha, mjitokeze kwa wingi. Katika hatua nyingine, pia wahitimu wanaohitimu kidato cha nne katika shule hii wamehimizwa kuwa na maadili mema, pamoja na kujepusha na matendo ama vitendo vya kihalifu pindi wanapomaliza masomo yao. Tafadhali, mtakapoondoka hapa Dabil Sekondari kuelekea manyumbani, naomba mkumbuke sana Mungu, mtangulize Mwenyezi Mungu kwa kila jambo na kila hatua unayoifanya. Tumelelewa hivyo, nimewalea hivyo, tumewalea hivyo, na kama unamshirikisha Mungu tayari utakuwa na nidhamu ya kutosha, utafuata sheria za nchi kama ulivyokuwa unafuata sheria za shule na za nchi ukiwa hapa Dabil Sekondari. Msisahau kuiheshimu mamlaka, mtakapoenda kijijini msisahau kuwaheshimu wazazi msisahau kuwaheshimu wadogo zenu na kuwatunza na kuwalea wakati ukisubiri matokeo ya mtihani ulioufanya. Tumewafundisha ujasiriamali mbalimbali, usikae na kubweteka. Hata kama utakuwa unaenda tuition, hakikisha ukirudi nyumbani umemfundisha mama, shangazi yeyote unayekuwa naye kwa ajili ya kujiingizia kipato, ili usipate changamoto kubwa wakati unaenda kidato cha tano, wakati unaenda shuo nimejifunza Ujasiriamali tulijifunza tuli namna ya kutengeneza sabuni tulipokuwa shuleni, hivyo nikifika kijijini nitawaelimisha wazazi wangu na wadogo zangu, nitawaelimisha kuhusu namna ya kutengeneza sabuni ili waweze kuuza na kujipatia kipato chao. Kutoka hapa Babati, katika shule ya sekondari Dabil. Mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.